Bwana Yesu na asifiwe sana. Biblia inasema ya kwamba mwili huwa umeunganishwa kwa viungo vingi tofauti. Mwili huwa mwili kwa sababu ya kuungana kwa miguu, mikono, masikio, macho, na Biblia inasema ya kwamba hata kuna viungo, eh, kuna viungo vingine ndani ya mwili ambavyo hazionekani: kuna maini, kuna matumbo, kuna figo. Ijapokuwa zile viungo hazionekani, ukweli ni ya kwamba ni viungo vya muhimu sana katika mwili. Na hakuna kiungo hata kimoja ndani ya mwili ambacho kinaweza kujiringa na kuona kana kwamba ni kiungo cha maana ndani ya mwili kuliko viungo vingine. Miguu haiwezi kulingia mikono ya kwamba haihitaji, masikio haiwezi kulingia macho, maana kila kiungo ni muhimu na kila kiungo kina kazi yake ndani ya mwili. masikazi ambayo inafanywa na masikio haiwezi fanywa na macho. Kazi ambayo macho inafanya mikono haiwezi ikafanya. Kazi ambayo mikono inafanya miguu haiwezi ikafanya. Kila kiungo ni cha maana katika mwili, na diposa kila kiungo kinahitaji kuheshimu kiungo kingine, kwa sababu kila kiungo ni cha maana na ni muhimu. Wakati miguu inakuwa mgonjwa hata mikono huumia, masikio huumia, macho huumia, ijapokuwa ni miguu ambayo inaumia. Wakati uh, mikono inaumia, macho pia huwa inaumia, pamoja na masikio, pamoja na viungo vingine vyote. Inamaanisha ya kwamba wewe ni kiungo na mimi ni kiungo, na kila kiungo ni cha muhimu katika ufalme wa Mungu. Hakuna kiungo ambacho kinaweza kulingia kingine ya kwamba hakikihitaji. Ninakuhitaji na wewe unanihitaji. Hata viungo ambavyo havionekani pia ni vya muhimu. Ijapokuwa maini na figo ndani ya mwili hazionekani, haimaanishi ya kwamba si za muhimu, maana bila figo na bila maini na bila matumbo, hata miguu haiwezi ikatembea. Wewe ni kiungo, mimi ni kiungo. Viungo vyote viheshimiane, maana kila kiungo ni cha maana na cha muhimu. Bwana Yesu akubariki sana unapoendelea